Ezekieli sura saba na mstari wa 19. Nasoma kwa msaada wa Bwana Yesu. Amen. Watatupa fedha. Watatupa fedha yao. Amen. Katika njia kuu. Katika njia kuu. Za mji. Za mji. Na dhahabu. Na dhahabu. Yao. Yao. Hazitaweza. Hazitaweza. Kuokoa. Kuokoa. Siku. Siku ya gadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha. Hawatajishibisha roho zao Wala. Wala. hawatajijaza. Hawatajijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao. Amen, karibu sana katika maisha haya katika maisha haya unaweza kuwa unapofanikia mambo ambayo ndio kupitia hayo kupitia hayo baadaye itakuwa ni kwazo kwako, itakuwa ni kwazo kwako, baadaye itakuwa ni kizuizi kabisa kabisa cha kufanya wewe cha kufanya wewe kafika sehemu ambapo ehe, unatakiwa kufika. Ehe, ukiangalia wanadamu wa leo wanadamu wa leo ni kusudi la kuumbwa kabisa wakageukia wakageukia kujitafuta wenyewe. Ehe, wakageuka wakageuka kuanza kutafuta mali kuanza kutafuta mali kuliko kumtafuta Mungu kuliko

Hazitakuwa na msaada wote juu yao. Wote. Watazitupa. Watazitupa. Na kuzikanyaga. Na kuzikanyaga. Na kuzilaani. Na kuzilaani. Na kuona kuwa. Na kuona kuwa. Hazina faida. Hazina faida. Na wataona kuwa. Ehe. Walipoteza muda. Walipoteza muda. Wataona kuwa. Wataona kuwa. Walihalimu muda wao. Kutafuta mambo. Kutafuta mambo. Yaharibikayo. Yaharibikayo.

a kwa kwa mda wako. Utafuta mambo kwanza, kabisa mtafute Mungu. Kupitia huyo kupitia huyo utakuwa salama, utakuwa salama, salama mwana wa Mungu kabisa kabisa, kule kukubarikia mambo ambayo hata kwa na msaada katika maisha ya milele, katika maisha mbele yako, kwa maana tambua mwana wa Mungu katika maisha ya milele hata kwenda na ufalme wako katika maisha ya milele japo umiliki mabilioni, ndio ulikuwa bilionea wa dunia, ndio. Lakini utakapokufa, utakapokufa, hautazikwa na pesa zako, hautazikwa, hautaondoka na pesa zako, hautaondoka, utaondoka kama ulivyo, kama ulivyo, ndio kama ulivyokuja duniani. Ndio maana ukija una kitu ndio, utaondoka huna kitu Lakini wewe Kini wewe ni ni kwa shingo shingo yako ngumu ngumu, tafuta mali, weka mali kwa mbele. Lakini sikiliza, mali mali sio kitu kitu, Yesu Kristo katika. Lakini sikiliza, mali siyo kitu, mwanangu. Yesu Kristo kwa maandiko anasema katika Yohana Yohana kumi na nne aya ya sita. Yohana kumi na nne na mstari wa sita anasema kwa msaada wa Bwana Yesu. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, na mtu uzima haji kwa baba ila kwa njia ya mimi yeme. yes

Nimekutana mwana wa Mungu. Umedanganywa kwamba, umedanganywa kwamba ile dini ya kule nayo kufikisha. Umedanganywa na kiongozi kwa dini kabisa. Sikiliza, ndio pekeni kwa Yesu Kristo.